Habari huu haligani mpenzi wa The Nine Sports, na leo kwenye The Nine Sports tunaenda kuangalia washambuliaji wenye pasi nyingi za usaidizi wa mabao yaani assist. Nambari moja, Luis Suarez mshambuliaji wa Inter Miami kwa sasa na mchezaji wa zamani wa Liverpool akicheza kwa mafanikio kwa klabu ya FC Barcelona akitengeneza safu ya shambuliaji sambuliaita kutokea kwenye ligi ya Speni, ifahamikayo MSN, amecheza mechi mia saba na zaidi akifanikiwa kutoa pasi za usaidizi mabao mia mbili sitini na mbili. Namba mbili, Mertens. Mchezaji huyo amevichezea vilabu vya PSV, Galatasaray na Napoli. Hadi sasa amecheza zaidi ya mechi mia saba akifanikiwa kutoa pasi za usaidizi mabao 193. Namba tatu Zlatan Ibrahimovic. Mchezaji huyu amevichezea vilabu vikubwa barani Ulaya ikiwemo Manchester United, Barcelona, Bayern Munich, AC Milan na PSG. Hakujua kufunga mabao tu bali hata pasi zilizozaa mabao alijua kuzitengeneza. Akifanya hivyo mara 187 kwenye mechi 814. Nambari 4, Karim Benzema. Streka huyu wa klabu ya rtad kwa sasa amecheza kwa mafanikio kwenye klabu ya Real Madrid. Amecheza zaidi ya mechi mia nane, akifunga kwa pasi za usaidizi za mabao mia moja sabini na tisa. Nambari tano Wayne Rooney. Wayne Rooney alitumika kama mshambuliaji wa kati, klabu ya kutumika kama kiungo kwenye mechi za mwisho na baadaye kuhamia Everton. Amecheza mechi mia nane ishirini na nne na kutoa pasi za usaidizi za mabao mia moja sabini na tano. Nambari sita Miloslav Klose. Mjerumani huyu alikuwa akicheza soka safi na kufunga magoli mazuri na ya kuvutia. Akivitumikia vilabu vya Bayern Munich, Lazio na Lazio. Amecheza mechi 805 na kufanikiwa kutoa pasi za mabao 164. Nambari saba ni Alexis Sanchez. Mchezaji huyu anaitumikia klabu ya Udinese Calcio kwa sasa, lakini amecheza kwa mafanikio zaidi kwenye klabu ya FC Barcelona, akivitumikia pia vilabu vya Inter Milan na Arsenal. Amecheza zaidi ame asaba, nane, ya mechi 700 na amefanikiwa kutoa pasi za usaidizi wa mabao 161. Nambari 8, Thierry Henry alipokuwa kwenye klabu ya Juventus Turin, alitumika kama winga na baadaye alipojiunga na Arsenal Gunners, alishika mitoto wa London akatumika kama mshambuliaji wa kati baada ya kocha Arsenal Wenger kumona anafaa kwenye nafasi hiyo. Pia ametumikia klabu ya FC Barcelona, amecheza mechi 777 na kutoa pasi za usaidizi wa mabao 154. Nambari tisa ni Edin Dzeko, huyu amevitumikia vilabu vya Manchester City, Inter Milan, AS Roma na kwa sasa anatumikia klabu ya Fenerbahce ya Uturuki, amecheza zaidi ya mechi 708 na amefanikiwa kutoa pasi za usaidizi wa mabao 150. Nambari kumi Robert Lewandowski mshambuliaji hatari wa klabu ya FC Barcelona na timu ya taifa ya Poland, pia amewaka vitumikia vilabu ya Dortmund na FC Bayern Munich mabao 143. Nambari 11 Raul Gonzalez, gwiji huyo wa klabu ya Real Madrid alikuwa ni mshambuliaji hatari kwenye kutupia mabao. Amecheza mshambuajianaa kumi nambili an Aguero mshambuliaji huyu historia ya soka ya klabu ya Manchester City, amecheza zaidi ya mechi 697, vilabu vya Galatasaray, Porto Shanghai Shenhua na Chelsea. Amecheza mechi 592 akitoa asisti 121. Namba ya 14. Loben Van Persie Mdachi huyu aliwika zaidi akiwa na kilabu ya Arsenal wa, wa London ya ya Manchester United. Sita, sita. Pasi, mbawu, na huyu na vilabu kutoa mecea mechi mabao 114 tu. Asante kwa kunipa sikio lako, na mimi ni Logan Lake na hii ni Nanspos.